Je, wewe umeshachukua muda wa kuchambua vizuri uhusiano wako na wenzako? Kila kukicha unakuwa na watu wanaokuzunguka unaopenda kuwa nao mara nyingi? Basi, kama jibu ni ndio, sesheni hii imekuja kwa ajili yako na itakusaidia mno kwa kukuongezea falsafa ya kufanya uchambuzi wa uhusiano wako na wengine. Habari yako mpenzi mtazamaji, imani yangu ni kwamba usalama salimini. Naitwa Jerome Hakizimana je kwa jina la umaarufu Umutarambirwa niko katika tasnia ya utangazaji habari ya pata miaka minane. Baadhi ya watu hupendezwa na kuona kuwa wana marafiki, wenzao wa kazini, hata ndugu zao wanaopiga stori, kucheka na kuburudika pamoja, lakini hawachukui muda wa kutafakari kwa kina na kuchambua iwapo uhusiano huo ni chanya au hasi kwao, jambo ambalo la wafanya wadidimie kimaisha bila ya kujielewa. Katika sesheni hii yani, ya nne ya Nakukama yani, nasaha za kufanikiwa katika maisha, nitakuletea mbinu nane bora za kutathmini uhusiano wako na jinsi ya kuepuka uhusiano mbaya. Kabla ya kuingia kwa kina, hakikisha kwamba umeshajiunga nasi ili usipitwe na chochote kitakachokuwa kinapitia kwenye chaneli hii, kwani kile unachokaribia kusikia ambacho pia kitakuwa kinapita mara kadha wa kadha hapa ni kitu muhimu sana. Baadhi ya watu katika maisha yao wanakuunga mkono, wanakuhamasisha na wanakusukuma kuwa toleo bora zaidi la wewe mwenyewe, lakini wengine, iwa kwa makusudi au bila kujua, wanakuzuia, wanakushusha na kukufungia katika mfumo inayokuharibu inayokurudisha nyuma kimaendeleo yako. Yaani, inayokudidimiza kufanya mabadiliko yako ya nidhamu katika maisha yako ni pia kufanya uchujaji kati ya watu wanaokuzunguka. Kwa hiyo, chunguza uhusiano wako na ndugu zako, marafiki zako, na au wenzako kazini. Unapaswa kutathmini iwapo uhusiano huo unakuinua au unakushusha kwani huna muda wa kupoteza miaka na milele katika uhusiano hafifu unaokuchosha bila kukuletea thamani yoyote ile. Kutathmini uhusiano wako na marafiki, ndugu na wenza wako wa kazini ni hatua muhimu ili kuhakikisha kuwa unajengeka na kuwa na uhusiano chanya na usio na madhara kwa maendeleo yako binafsi. Usikonde, mpenzi mtazamaji, zifuatazo ni mbinu nane bora ambazo nimekuletea za kutathmini uhusiano wako na jinsi ya kuepuka uhusiano mbaya. Tunaenda moja kwa moja na mbinu ya kwanza: angalia jinsi unavyohisi baada ya mwingiliano nao. Baada ya kila kuonana au kuzungumza na mtu jiulize, je, nahisi furaha, amani na msukumo, au je, ninahisi huzuni, uchovu au shinikizo? Uhusiano mzuri unapaswa kuwa na athari chanya na kukuinua. Namna sasa ya kuepukana na uhusiano mbaya ukizingatia mbinu hii ya kwanza ni huku kufuatako: ikiwa mwingiliano unakuachia hisia za huzuni au uchovu, tafakari na angalia kama unahitaji kupunguza au kuachana na mtu huyo. Mbinu ya pili, angalia iwapo wanaunga mkono malengo yako. Uhusiano mzuri ni ule ambao watu wanakuunga mkono unapojitahidi kufikia malengo yako. Ikiwa watu katika maisha yako wanakutia moyo, wanakuelekeza kwa njia sahihi na wanakusaidia kufikia malengo yako, basi uhusiano huo ni uhusiano mzuri. Na kama siyo hivyo, namna ya kuepukana na uhusiano huo utafanya hivi vifuatavyo: ikiwa kuna watu ambao wanakushusha, wanakukatisha tamaa wanakuzuia kufikia malengo yako, ni muhimu kuzingatia hatua ya kuepuka au kupunguza mwingiliano au uhusiano nao. Sijui kama hapo umenielewa mpenzi mtazamaji. Basi tuendelee na hatua ya tatu: chambua uwazi na uaminifu katika uhusiano wenu huo. Uhusiano bora unajengwa kwa uwazi, uaminifu na mawasiliano yaliyo na uwazi ikiwa unaona kuwa unaweza kusema ukweli na mtu huyo bila kuhisi kuhukumiwa au kupuziliwa mbali, basi uhusiano huo ni mzuri. Na kama siyo hivyo, ikiwa unapata ugumu kusema hisia zako au maoni yako kwa mtu au kuna siri nyingi katika uhusiano wenu huo, kwa hivyo, hiyo inaweza kuwa dalili ya uhusiano usiochanya. Chukua maamuzi ya kupunguza uhusiano na mwingiliano kati na mtu au watu hao. Tunaendelea na mbinu ya nne. Mbinu ya nne ni hii ifuatayo: chunguza iwapo kuna heshima na usawa. Uhusiano mzuri unajengwa kwa heshima ya pande zote mbili. Hii inajumuisha kuheshimu wakati wa mtu, mawazo na hisia zake. Ikiwa unaona kuwa unaheshimika katika uhusiano huo, lakini pia na wewe unamheshimu mwingine, basi hiyo ni dalili nyeti kuwa huo ni uhusiano mzuri. La sivyo, ikiwa kuna mtu anayekukejeli na kukuchukulia kama wewe si mtu muhimu, anakuonyesha dhihaka au pia akiwa anakudharau, bila kusitasita unapaswa kuchukua hatua za kutathmini kama uhusiano huo ni wa manufaa kwa kwako au la, na hivyo kutilia nanga papo hapo. Mbinu ya tano, mpenzi mtazamaji, ni pamoja na hii ifuatayo. Angalia kiwango cha msaada wa kihisia. Uhusiano mzuri unatoa msaada wa kihisia unapohitajika. Wakati unapopitia changamoto au magumu, unapaswa kuwa na watu wanaokutia moyo na wanaokuwa karibu yako unapopitia wakati mgumu. La sivyo, ikiwa unajikuta ukijitahidi peke yako kila wakati, au watu wanakupotezea mbali unapohitaji msaada wa kihisia, hiyo inaweza kuwa ishara ya kwamba uhusiano huo ni wa bandia na sio wa manufaa kwa pande zote husika. Moja kwa moja, chukua maamuzi ya kuachana na uhusiano wa namna hiyo. Mbinu ya sita Angalia iwapo kuna usawa katika kutoa na kupokea. Uhusiano mzuri unajumuisha kutoa na kupokea kwa usawa. Ikiwa unaona kuwa unatoa bila kurudiwa na mtu mwingine au kuwa unalazimika kutoa kila wakati bila kujali hali yako, basi hiyo inaweza kuwa dalili ya usawa mdogo katika uhusiano. Namna ya kuepukana sasa na uhusiano mbaya ukiegemea mbinu hii ni kwamba uhusiano ambapo mmoja ana utawala au mmoja ni kuchukua tu kutoka kwako bila yeye kutoa chochote, basi unapaswa kufanyiwa tathmini ukianzia kupunguza kasi ya uhusiano mwenyewe. Mbinu ya saba ni hii ifuatayo. Mpenzi mtazamaji, angalia iwapo kuna unyenyekevu na mapokezi. Uhusiano mzuri unahusisha mapokezi ya makosa yanapotokea, unyenyekevu na kujitolea kutatua matatizo. Hii inamaanisha kuwa kama kuna ugumu pande zote mbili zinajitahidi kutatua hali hiyo kwa upendo na heshima. La sivyo, ikiwa kuna watu katika maisha yako wanaokataa kujirekebisha au kuelewa makosa na badala yake wanakwepa majukumu au lawama, unapaswa kutathmini kama unatakiwa kuendelea nao. Mbinu ya nane na ya mwisho kabisa katika sesheni hii ya nne, mpenzi mtazamaji ni kuangalia uwiano kati ya mabadiliko ya tabia na malengo yako. Uhusiano mzuri unapaswa kuongoza kwa mabadiliko ya tabia yanayokusaidia kufikia malengo yako. Ikiwa tabia za watu wanaokuzunguka zinaongeza thamani kwa maisha yako, basi uhusiano huo ni mzuri. La sivyo, ikiwa kuna watu wanaokufanya urudi nyuma badala ya kusonga mbele, wanaotengeneza vikwazo au kukushawishi tabia zisizo nzuri basi unahitaji kufanya tathmini kuhusu kuendelea kuwa nao au la, hivi ukipunguza kasi ya uhusiano mliokuwa nao. Kwa kumalizia, kutathmini uhusiano wako na watu walio karibu nawe ni hatua muhimu ya kuboresha maisha yako. Aidha, tunapochagua watu wanaotuzunguka, tunapokutana na changamoto katika uhusiano ni muhimu kuzingatia kama tunapata msaada kutoka kwao upendo na maendeleo au kama tunabaki tu kuwa katika mzunguko wa balaa, hasara na vikwazo. Je, we ulikuwa umeshachukua muda wa kuchunguza uhusiano wako na wengine? Kama jibu ni hapana, ni mbinu gani ambazo unaona zitakufaa sana katika harakati na mikakati hiyo ya uchambuzi wa uhusiano wako na wenza wako? Ninapenda tena, ninafurahishwa kabisa na namna mnavyoniambia kuwa sesheni hizi zinaendelea kufanya vizuri kwenu kwa kuwaongoza kimtazamo wa mambo na kuwafanya kufanikiwa katika maisha yenu. Ukiwa una rafiki yako ambaye ana tatizo hilo la kufuatafuata tu uhusiano bila kuufanyia uchambuzi, basi mrushie video hii umkomboe katika giza hilo, kwani madhara yake ni mengi, kukiwemo kudidimia kimaisha, kudharauliwa, na kukosa ujasiri na uaminifu katika maisha yake. Shukurani wewe uliyejiunga nami toka mwanzo hadi tamati, matumaini yangu ni kwamba video hii imekuongezea uwezo wa kufanya uchambuzi wa uhusiano wako na wenzako, marafiki zako, hata ndugu zako, kwa sababu wahenga ndio walisema kuwa kikulacho ki nguoni mwako. Mnasihi wako alikuwa ni Jerome Hakizimana. Umutarambirwa ni kijana mchangamfu, japo si mkamilifu, sina mwingi udhaifu, ningependa ni mtakatifu, ninaelekea kwa maarufu, ila nikiwakosa nitakuwa kama vile mufu, japo mi ni mwaminifu sijawahi sema yasiyo na maana. Ninaamini kuwa hekima ndio nguzo ya maisha daima. Kama ilivyo kawaida, Umutarambirwa, bora ni uliwe na uchovu kuliko kuliwa na uvivu, kwani mvumilivu hula mbivu, wakati wa vivu humonea wivu. Msitembee kwa ukakamavu, kwani hiyo ni tabia potovu isiyoakisi uelevu wala maendeleo endelevu. Tukutane tena siku nyingine, panapokuwa majaliwa, katika video ya sesheni nyingine ya Nakukama yani nasaha za kufanikiwa katika maisha Kwani hicho ndicho kitu ambacho tunakihitaji siku hizi, kuongezewa mawaidha, maelekezo na ushauri. Nawapendeni sana, kwaherini.